Hadithi: upendo wa Kajal na Rishab. Kajal, msichana mrembo wa kawaida kutoka Mumbai, alikuwa anafanya kazi kwenye mgahawa mdogo unaoitwa Masala Dreams. Siku ambayo haikusahau, kijana mmoja mwenye jeuri na pesa, Rishab Malhotra, aliingia. Alikula chakula, akalalamika kila kitu. Chapati ni baridi, chai ni moto sana sijui hata kwa nini niko hapa. Kajal akamjibu mbele ya watu, Bwana, hapa huwa tunauza chakula, siyo dharau. Ukihitaji attitude tukuletee kwa ugali ama mgahao? Mzima ukacheka. Rishab hakuwahi kudharauliwa na msichana yoyote hivyo, kutoka hapo maisha yao yakaanza kufaulu kwenye maneno ya matusi na vurugu ndogondogo. Kesho yake Kajal aliitwa ofisini kwa meneja wake, Kajal, kuna mtu mkubwa anaonekana kukupenda na amekupa kazi mpya. Kajal alifurahi mpaka alimuona ni Rishab mwenyewe. Karibu kwenye kampuni yangu na usijali, nitahakikisha hupigi kelele sana kama jana. Kajal alikosa cha kusema. Vituko vikaanza kila siku, ofisini ilikuwa sinema. Kajal akimwaga chai kwenye kompyuta ya Rishab bila kukusudia Rishab akimpeleka kwenye mikutano mikubwa bila kumwambia kuwa ni mikutano ya kimataifa, Kajal akipoteza faili la Rishab na kwenda kulichukua kwenye mapipa ya taka, wawili hawa wakijibizana mbele ya wafanyakazi wengine kama mume na mke fake. Mara nyingi walizishia kwa vicheko. Kweli walikuwa kama paka na mbwa, lakini waliendana ajabu. Siku moja, Rishab alizimia ofisini kutokana na msongo wa mawazo. Kajal alimkimbiza hospitali, Akabaki naye usiku kucha. Alipofungua macho, alikuwa anamwangalia Rishab. Akasema kwa sauti ya chini, wewe ndiye mtu wa kwanza kunijali bila kujali jina langu. Kajal akawatasha macho yake, moyo ukapiga haraka. Hapo ndipo walipoanza kuwa marafiki wakiwa hawajui wanapendana sana. Mpenzi wa zamani wa Rishab alirudi kama kiroho mbaya. Alitaka pesa, jina na hakutaka Kajal karibu. Alianza kutengeneza ujume feki za WhatsApp, kumzungumzia vibaya Kajal ofisini, kumdanganya Rishab kwa Kajal anatumia pesa za kampuni, kukuza drama kwa machozi ya uongo. Kajal akawa hana amani. Rishab aliamini uongo wa Sana. Akampa Kajal barua ya kufukuzwa kazi. Kajal alilia sana. Hivyo ndivyo unavyoniangalia kama mwizi. Rishab akamwambia kwa baridi, nipe sababu moja ya kukuamini Kajal. Akatoka huku machozi akimtiririka, lakini moyo wa Rishab ulivunjika vibaya. Siku moja mlinzi wa kampuni alimuonya Rishab, CCTV iliyoonyesha kuwa ni sana aliyefanya udanganyifu. Rishab alichanganyikiwa, akalia machozi ya mwanaume. Nilimuumiza Kajal, niliua moyo wake. Akachukua gari na kwenda kumtafuta Kajal alikuwa anasafiri kurudi kwao Jaipur. Rishab akafika station akiwa anapumua kwa nguvu. Alipomkuta alisema mbele ya watu wote, nilikuwa mjinga, moyo wangu ulikujua kabla yangu, nakupenda Kajal, usiondoke. Watu wakapiga makofi. Kajal akawa na hasira, Rishab, unanipenda kweli ama drama zako za ofisini? Rishab akapiga goti moja nikikosea tena nitafagia ofisi nzima kwa brush ya tenobro. Hapo Kajal akacheka hadi machozi, akamwagia maji kichwani. Unaanza leo! Wote wakacheka. Walirudi Mumbai wakiwa wachumba rasmi sana. Alikamatwa kwa ulagai. Mgahawa wa Kajal hupata umaarufu kwa sababu ya hadithi yao. Rishab akawa mtu mzuri, si mfidhili tena, na maisha yao yaliendelea na ndrama ndogo ndogo za kupendeza kila siku lakini sasa zilikuwa za mapenzi. Mwisho wa hadithi, lakini mwanzo wa furaha yao hati moja.